Ahujaji wa matumaini, Bwana asifiwe sana. Na kwa ndugu zangu Waislamu, asalamu alaikum wala mtutulai wa barakato. Karibuni na mbarikiwe na shairi langu ambalo ni nimelinukuu katika waraka mtume Paulo kwa Warumi kwanza, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa saba. Na shairi langu nimelipamba jinsi mtakavyolisikia: mimi Paulo Mkristo, mtumishi wake Kristo. Mtume wake kwa wito, mechaguliwa na Kristo. Injili ni pashe moto, kuhubiri yake Kristo. Kristo mwana wake Mungu, mwa Daudi mezaliwa. Kristo mwana wake Mungu, mwa Daudi mezaliwa. Ameutangaza Mungu, ujumbe huu zamani. Kwa manabii wa Mungu, takatifu maandikoni habari njema ya Mungu, lozaliwa Daudini. Kristo mwana wake Mungu, mwa Daudi mezaliwa. Kristo mwana wake Mungu, mwa Daudi mezaliwa wa Mungu ni Kristo, mwenye roho takatifu. Ndiye Bwana Yesu Kristo, lofufuka toka wafu. Neema katupa Kristo, na utume takatifu. Kristo mwana wake Mungu, mwa Daudi mezaliwa mwana wake Mungu, mwadaudi mezaliwa. Kote mkihubiria, mataifa wamjue. Jina lepate sifia, imani wasimamie Kristo amewaitia, mumeteuliwa nyie. Kristo mwana wake Mungu, mwa Daudi mezaliwa. Kristo mwana wake Mungu, mwa Daudi mezaliwa. wasalimu nyote, mkaao nchi Roma, mloitwa ni nyinyote, watakatifu kwa wema. Pateni amani nyote, ya Baba na Mwana mwema. Kristo mwana wake Mungu, mwa Daudi mezaliwa. Kristo mwana wake Mungu mwa Daudi mezaliwa, na neno litasimama. Amina.